Kwa hivyo sabato ya Mungu takatifu ikabadilishwa Julai 3, 321 AD. Sheria ikawekwa ya kubadilisha sabato ya Mungu na Konstantino mwenyewe wakiwa na Silvesta na ikawa ni sheria, sio Biblia. Yesu hakubadilisha sabato, mitume hawakubadilisha sabato, lakini serikali ya kirumi ilibadilisha sabato na ninajua wakati mwingine unayenisikiza unaanza anza kusema hapana, wewe unaanza kuongea mambo ya kanisa. Kabla hujaniambia ninaanza kuongea makanisa, hebu nikuulize, hiyo sabato wewe unapumuzika iko wapi? Ulisoma wapi? Sema kitu, niletea fungu linaloonyesha ya kwamba siku ya jumapili ni Sabato. Leta tu fungu huyo, angalia kwa biblia yako. Na kama hauna hiyo fungu, kesho ninakutuma kwa mchungaji wako, maana utaenda kanisa. Ambia pasta kabra sijaenda, maana naona ninaenda nitapumzika sabato. Kabra sijaenda, nisaidie kusoma ni wapi biblia imesema tupumzike siku ya kwanza ya juma. Itakusaidia, this is for your own good Itakusaidia. Sasa zikia, nikwambie, hautapata, hakuna mahali utapata.